na mtu mzima Simba yani Diamond, ambapo yeye anasema kwamba Zuchu ndo kiboko ya wote. E bana, hii ni story ya moto kweli kweli. Utaenda kufahamu yale ambayo jamaa ameweza kuelezea, lakini pia na shout out kwako kama tayari umeweza kusubscribe. Na leo na kusogezea story ambayo imeweza kunifanya mwenyewe nikashawishika kuisogeza. Inamhusu mtu mzima Diamond na wanawake kumi ambao waliwahi moja ama nyingine, au sio bana? business story lakini business behind the story. I go by the name Stefano Temote from Tanzania. Shout out kwako kama tayari umeweza kusubscribe. Hichi ni kitu kikubwa sana tunafahamu vizuri, safari ya Diamond ni vile ambavyo imekuwa ikiweza kushawishi watu wengi sana kwa upambanaji wake, lakini pia the way ambavyo drama zake za kwenye mahusiano Huyu jamaa amekuja kitofauti sana kwenye game, ni game changer. Kuanzia ngoma yake anaenda ya kamwambia amekuja nayo, ambayo ilikuwa ni hit song ya kwanza ambayo iliweza kumfanya wengi tukamkubali. Sababu ama reason ambayo ilikuwa behind the scene inasemekana kwamba ni mrembo wake ambaye alikuwa naye akamwacha, kwa hiyo akaamua kumwandikia ngoma, na end of the day jamaa kawa mega superstar. Lakini pia kuna warembo kibao ambao waliwahi kuweza kuhusishwa kwamba waliwahi kutoka na mtu mzima Diamond, na wakatrend kinomanoma. Kuna Penny lakini pia kidoti. Lakini pia trending kubwa kabisa iliwahi kuwa gumzo sana hapa Afrika Mashariki na Afrika nzima ilikuwa ni Wema Sepetu, na kama hiyo haitoshi basi tukaweza kuja kuona baadaye Zari Bosslady akawa ndo miongoni mwa watu ambao wali takeover kinomanoma. Diamond akapata watoto wawili tifa pamoja na nilan ikawa ni bonge moja la story worldwide na vitu kama hivyo, sio bwana, na mengi akatokea sana. Nakumbuka kuna interview moja ambayo ilifanyikaga pale klausi. Diamond alisema yuko tayari kutembea kwa miguu ama kwa magoti kutokea Bongo mpaka South Africa kwa ajili ya Zari. Lakini mbali na hayo yote, tukaja kuona kuna Tanasha Dona aliingia hapa katikati akawa moja ya kapo ambayo ilikuwa viral kinoma noma, wakapata mtoto pia Nasibu Junior. So this time again mbali na scandals za like, kina Fantana kwenye Young Rich and Famous Africans zile scandals ama video Vixen na vitu vingine vingi ambavyo vinaendelea kuhusiana na maisha ya superstar Diamond. Eh, bana tumeweza kuona Zuchu ndo mama la mama. This time Zuchu ni miongoni mwa warembo ambao wanatrend kama mke wa Diamond, lakini pia msanii. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo nimeweza kuona vimeorozeshwa, ikionekana kama huu ndo utofauti wake na wanawake wengine wote ambao wamewahi kuwa kwenye mahusiano na Diamond. Yani, hivi ndo vigezo masifu ambazo Zuchu kawazidi wote, au sio bana? Tumeweza kuona masuala ya ndoa ni kitu kizuri sana lakini pia mbali na hiyo, Zuchu anafanya biashara na Diamond. Hii ni moja ya reason ambayo jamaa anaelezea, anasema kwamba Diamond licha ya kwamba ni mpenzi wake na Zuchu, basi wanafanya biashara pamoja, kwa hiyo hii inafanya bondi yao iweze kuwa ngumu kuweza kuvunjika. Kwa hiyo ni watu ambao wanakuwa karibu sana kwa sababu wanafanya biashara, lakini pia ni wapenzi na mbali na hiyo nimeweza kuona anasema, uvumilivu, moja ya sifa kubwa sana ambayo anasema ya Zuchu ambayo ameweza kuwazidi hawa wanawake wengine, basi Zuchu ni mvumilivu kinoma noma, yaani kwamba ameweza kumvumilia Diamond kwenye makosa ambayo wengine hawakutegemea kwamba angeweza kumvumilia kwa namna moja ama nyingine, au sio bwana. Lakini pekee kingine, wanasema Zuchu bado ni mdogo, yaani <laughs> kompea na eji za hawa wengine ambao waliwahi kudeti na mtu mzima Mondi, kama walikuwa wanaweza kulingana umri ama alikuwa anakaribiana miaka, ila Zuchu bado ni mdogo. Kwa hiyo mapenzi yake kwa jamaa yanawezekana ni ya kweli, lakini pia huyu jamaa anasema Zuchu anamkubali sana Mondi yani mbali na kwamba ni yani, mpenzi wake ni mtu ambaye anamkubali kama shabiki yake, yani anampenda nile kindakindaki, sijui nisemeje. Yani ni mtu ambaye alikuwa anamkubali, before the end of the day yuko naye pamoja. Lakini pia kingine, wanasema dini, hawa jamaa wameweza kupendana kwa sababu wako pamoja kwenye maswala ya dini. Yani ni watu ambao wanaswali pamoja, wanafunga pamoja. Kuna picha ambazo amezeka hapa za Diamond pamoja na Zuchu wakiwa wanaonekana wako pamoja. Kingine ni ndoa, unambua Zuchu basi ndo mwanamke pekee ambaye ameweza kumfanya monde akaweza kumpa pete ama kumvalisha pete ya ndoa, yani kumfanya mke wake. Kwa hiyo unaambiwa hivi ndo vitu ambavyo huyu jamaa amemention kwamba Zuchu ameweza kuwapiga chini hawa ma ex wote ama, waliowahi kuwa kwenye mahusiano na mtu mzima damu Pana mzi kwa seli hii hapa. Eh, hapa bana ni moja ya content ambayo nimekutana nao TikTok, nikasema nisogeze kwa sababu ina maana fulani kubwa sana. Ukiangalia kwa uhalisia wa maisha hivi eh, vigezo kama kigezo cha uvumilivu ni moja ya kitu kikubwa sana ambacho mrembo yoyote akiwa nacho anamkamata muuni yoyote. Amini nachokwambia dada ambaye unasikiliza, so hivi ndo ambavyo imekuwa by the way. Nini maoni yako? Niachie maoni yako hapo chini bila kwenye comment section Je, yeah, kile ambacho kimeongelewa kina make sense kwa upande wako? Lakini pia mbali na hiyo, niambie wewe ni kapo gani ambao ulikuwa unaikubali Diamond, hapo ya chini katika hizo zote ambazo nimezitaja. Utakuwa all right. Oh yeah we back again. Hii hapa ni nyingine tena story ya moto kabisa. Nimekutana na <laughs> nimekutana na story za kapo tu, ni kapo ambazo zimetrend kibongobongo, lakini pia the way ambavyo jamaa wanaelezea ni kitu kizuri sana Harmonize. Hizi ni miongoni mwa wasanii ambao wanasema ni like father like son. Yani kama baba kama mtoto Harmonize. Kuna top 10 ya wanawake ambao waliwahi kuzama nao kwenye mapenzi lakini pia wanasema huyu ndo kiboko ya wote kabisa, au sio bana? kwenda kufahamu ni nani, ni kwa nini na kitu gani ambacho Harmonize ameweza kufanya kwa mrembo huyu, lakini pia wewe niachie maoni yako hapo chini, kama ni shabiki wa Harmonize Konde Boy, niambie ni kapo gani ya Harmonize ambao ulikuwa unakubali kinomanoma bana. Harmonize ni miongoni mwa masta ambao waliweza kutambulishwa WCB Wasafi mnamo 2015, 16 na ni miongoni mwa wasanii ambao wamefanya mengi makubwa sana. This time ukiongelea ma superstar wa bongo huwezi kuacha kumtaja Harmonize, au sio bana? Hasa kwenye list yake, naye ana list moja ya international ndefu sana, lakini pia ma superstar ambao amedate nao sio wa kawaida. Ni watu ambao wana nyama, lakini pia wengine wana wana kipato, wana fedha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vigezo vya Harmonize na vya Diamond ni kama vinafanana, lakini hii uh, list yake ni ya moto kwelikweli. Miongoni mwa watu ambao walikuongelewa kwamba wametoka kwenye mahusiano na mtu mzima Harmonize, na wengine tukaweza kuona wazi ilikuwa ni mrembo Jacqueline Wolper, miongoni mwa waigizaji ambao walikuwa maarufu sana na wanafanya vizuri, lakini this time ni mfanyabiashara mkubwa. Na mbali na hiyo, tukaweza kuona akawa kwenye mahusiano na mzungu ambaye ni Sara mpaka wakafunga naye ndoa. Miongoni mwa kapo ambayo ilikuwa Hoti sana yani, iligusa sana kwenye mitandao ya jamii na kila kona. Na Konde Gang nakumbuka ilizaliwa kipindi hicho. Yani zile picha ambazo zilikuwa zinasambaa kwenye mitandao zilikuwa za Konde Gang na vitu kama hivyo. Au sio bana? Baadaye tukaja kumwona tena na mzungu mwingine, Briana, na vitu kama hivyo. Lakini kama haitoshi, tukaja kumwona ana mtoto ambaye ni Zoo na tukaweza kuona mama Zoo hakuwa kwenye trend sana kihivyo. Ni mtu ambaye date naye kimya kimya. End of the day tukaja kuona amezama kwa Kajala Eh, miongoni mwa kapo ambao kibogobongo hauwezi cha kuiongelea kawaida. Harmonize na Kajala ni miongoni mwa kapo ambao ilikuwa ina trade kinoma noma kwenye mambo mengi, licha ya ya kwamba walikuwa wanaonekana kama umri uendani, lakini ni moja ya kapo ambao naamini ilikuwa inapenda kwa kweli, au sio bana. Ikaja Poshy Queen, miongoni mwa warembo ambao pia walitrend sana na Harmonize, lakini pia hapa katikati kuna skendo kibao, kuna story ya Bichamzi kwamba ana date na mshikaji, lakini pia kuna skendo fulani ambayo ilikuwa ina trend pia ikimwonyesha Harmonize kama kuna video mevujisha video zake za ndani na vitu kama hivyo. Hasa Kajala ni mrembo ambaye huwezi amini, huyu jamaa anaelezea, anasema kwamba ndio mwanamke pekee ambaye aliweza kukamata moyo wa mtu mzima Harmonize kwa sababu ya vigezo hivi ambavyo ameweza kuviandika. Moja anasema kuweza kumvalisha pete ya ndoa, lakini pia na kumweka wazi, lakini pia kumomba msamaha. Kingine ambacho anasema ni kwamba kumzawadia range mbili hii ilikuwa ni ishara ya wazi kabisa kwa Harmonize kwamba, ishara ya wazi ya Harmonize kwamba amedata kwa, kwa mrembo Kajala, lakini pia kumkosea, lakini pia kuweza kumrudia. Tunakumbuka vizuri zile situation ambazo zilitokea za Paula na Harmonize, video zao kuvuja, lakini pia kitendo cha wao wawili kuonekana pamoja. Inasemekana kwamba ni upendo wa kweli, lakini pia wanasema Kajala ni matured woman, ni mwanamke ambaye amemzidi kule Harmonize umri, lakini alikuwa anaenda aliku naye gym pamoja, wanafanya mazoezi, kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anaonyesha upendo wa kweli kabisa kwa Konde Boy na vitu kama hivyo, lakini pia kingine, wanasema ni mtu ambaye wanafanya naye kazi pamoja. Nadhani pia kuna watu wanaweza kawa yasielewe kwa nini imekuwa hivyo, lakini mimi ni miongoni mwa watu ambao pia nishai kushuhudia wanafanya kazi pamoja, kama kwenye ubalozi wa CRDB walipo wa deal pamoja na vitu kama hivyo, so unaweza kuona kabisa hii ni list ambayo wanasema ni wanawake waliweza kumshika Harmonize vizuri kabisa, top 10. Kupanduwa kwa upande wako sijui, ni kapo gani ambao unaikubali kinoma noma, kati ya hawa ambao nimeweza kutajia, lakini wanasema Kajala ndo namba moja. Nini maoni yako? Tuachie comment yako hapo chini. Naomba leo kwenye comment section usisahau kugonga like kwenye video, lakini pia subscribe TemuTV kwa ajili ya kuweza kujua story nyingine nyingi za mastaa wa Bongo na nje ya Bongo na kila ambacho kina trend. Na, na kuna kauli moja hapa ndo namaliza nayo. Kuna ngoma moja Harmonize alimba akasema, ila Kajala ndo mama yenu, au sio bwana? So, uenda hicho ambacho kimeandikwa ikawa ni kweli. I don't know about it. Till next time.